Ah, baza. Naona umeamka za asubuhi bwana. Najua leo limetoka mapema vipi? Wende kazini? Yale maji unachota ya nini? Ah, yale maji. Bwana, nachota maji nikadeke choo, maana sijui nimeamka asubuhi na mbona shemeji anafagia fagia nini. Niko na sio. Sio vibaya nikimsaidia kazi ya choo. Kule bile choo ni sijui najua mambo kufanya kazi nitaka nikushe shemeji kidogo kwa hiyo wewe umeamka baada uende kibaruani, unaanza kukinga maji ili ukasafishe choo. Mambo si wanawake ayo? Ayo, mama ndio kafanye mke wangu sio wewe <tiple> mdogo wangu kwenye maisha haya unabidi ujifunze kitu kimoja tu, huwezi kupendwa na kila mtu, na kuchukiwa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo hata mimi kuchukia wewe ni jambo la kawaida tu. Ah, la, lakini blaza, mbona sielewi leo umeamka na nini? Kuchukiwa ni jambo la kawaida ndio, lakini wewe ndugu yangu haina sababu ya kunichukia na, na, na sijui leo una nini hasa mekosibu, unachamkia maneno haya blaza. Kama nimekukosea basi naomba nisamehe, ah. Kwa mimi kukuelekeza wewe umenikwaza, au kukuelekeza wewe mimi nakosea? Sawa blaza, mimi nitafanya hivyo, lakini kama nimekukosea, naomba nisamee Wala siko na nia mbaya, ni yangu tu, ni kumsaidia shemeji kazi za hapa na pale. Aina shida, mimi tatafuta kazi, ila naomba nisamehe sana. Video dogo wa makini, tafuta pesa ukiona pango. Mimi nakukila sana, ondoka, tafuta pesa, jenga mji wako. Nimepambana mpaka unaona nyumba hii imesimama, ukunisaidia tatofali kwa nini? Kazini mpuzi mkubwa ya.

Bonde jua kali, nayepanga na kupangua ni yeye jahari na taman ata hadi pasuke nizame, mana nipa kifungoni, kifungoni, we kaka Samahani, mzima? Oh, mzima bibi. Kaka, mbona unaniangalia sana, unanitaka nini? Wow, ulijuaje? Kwa jinsi ulivyo mwanamke fulani hivi mzuri, mrembo, una rangi ya kipekee sana. Hakuna mwanaume yoyote ambaye utapishana naye akakosa kukutazama. Kweli macho yangu yakakuona wewe na macho yako, kazi yake ni kumwona mwanamke mzuri peke yake. Kama mimi mzuri haswa? Yeah, sio mzuri, ni mzuri sana. Kwa hiyo tuondoa shaka ni yani hapa kwangu kiona sasa, hapa tu ambote amekwisha wewe mwenyewe tu. Yaani mimi ndo rastibon ya mtaa na mimi ndo don wa hapa mtaa kwa hiyo kwenye masuala mazima ya sasampa, usijari kwangu, utakoga pesa mpaka uko mbelele. Yani kikweli bomba la insa hapo na hii vitu tutoki yakwe kifika mwenyewe tutasema basi. Mimi nafikiri kupe unaandikia namba zako, alafu tutawasiliana zaidi, maana saivi nawahi kazini mara moja, namba 2

nafsi na nyongonya ah, moyo ni maumivu, sura yangu niweke wapi? aundonipo kifungoni, ukapata nini tena hapa? Inajua ukafuata hela, kaja kunililia shida. Wewe umefuata nini hapa? Na unajua blaza kikone itakuwa shida. Umeniona mimi kama chizi. Umeniona kama mjinga hivi kumbavu fana ambaye sijitambui. Wewe mara ngapi unakuja nyumbani hapa, mimi nakutimizie shida zako, lakini shida zangu utanitimizie? Sasa leo nyoka sasa, jamani, chakula na, na mambo ya kukupa haya naingilianaje? Mimi nimekuambia baadaye nakupa, sasa si Danilo eh? Ah, ah, Leila, mimi nakujua wewe muongo, mimi nakujua wewe muongo. Sasa leo haki ya mama, leo bilabila Kinde, mimi nakupa haki ya mumbi, tena leo mimi nakupa. Mimi naomba nisaidie, nja inanyuma, niende nikale nyumbani Kweli? Ndio kweli, mimi sikudanganyi. Askia, tunatoka hapa, tunaenda dukani, naenda kukununulia hizo vitu ninavyohitaji, sio chakula si nini? Naenda kununulia. sa ulakuzinguu mambo sindaye wewe

yangu mimi kwenye ile deni letu la shilingi elfu ishirini ongezea ifike elfu ishirini na tano. Maana kuna mazingira hapa nimekuja kuchutua ili jioni, kuna nakuja kulipa nije kulipa deni lote. Kuna mchongo na usikilizie. Jioni ini wakati hmm? kilo, eh? Eh, eh, umesikia mjomba, mimi jioni uhakika, kwa sababu kuna mchongo. Leo uhakika mwanangu, jioni mimi lazima nikulipe nimalize kila kitu 2025 yako kabisa, jioni uhakika mjomba. Kweli ndio hapa? Kweli kabisa. Nakuja ile safari hii usipolipa deni langu, nakuja kwa nini? Kwa amna nao. Sasa hapo cha kufanya? Eh, mchele, mchele, mchele no, e, kilo shingapi? Elfu mbili elfu mbili, ndio basi nikie mche, mchele kilo moja nachukua na nyanya vitunguu, hapa nini, si unajua na neno viazi. Sawa. So. Eh amna nao, manitibia basi mchele hapa aina sh fungoni na moyo wangu, tatizo pesa, nakosa heshima yangu, lakini naamini Mungu yupo, atanisaidia kitokee. Kifungoni nyota zimezimika, kizali na tanda

kama yuko fresh mimi namshukuru Mungu. Ah, boy anasema anyway, kwenye kuongea na maneno mengi sana. Sema nini mwanangu, leo wakati nakuja kazini aimkutaa nimekutana chuma kimoja hicho mwanangu, kimenyooka kimenyooka, onge pisikali, mtoto mweupe kama rangi ya maka oa. Mimi kwanza kaishika na kiuno hivi hivi, mtoto kaumbwa au kateremshwa tu au malaika oa iskari kinoma, mwanangu. Unajijua wewe ni shehe, unajua mwingine vitu tunavyozungumza, shemeji, unaanza kusema mimi nimekutana mtoto mweupe mzuri kanyoka, kwa shemeji yangu. Kakosa nini bwana? Mungu kampa kila kitu, cheta ni nini? Lakini wewe asawene, mwanangu, naona mwanangu wa faida kumene wale wale tu mwanangu. La, lakini sio kwenye majambo kama hayo. mimi nakwambia ukweli, mimi kwenye shemeji yangu nikisikia unamzungumzia vitu kama hivyo karoho kana niuma. ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sasikiliza mwana mazaga. Asauli wako jioni uzingue. Fanya kweli jioni tokea. Sawa, jioni nakuja pale kwa mapoko saa mbili tu amna ah. noma siwete zarau sasa ah, asante nakupenda no, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Nafsi na nyongonya moyoni. Unaweza kuuza ngono lakini sio wapenzi wa kweli Kifungoni. Usikilize mwanangu, yule mwanamke ninayokutana naye mimi leo nzuri.

hivi vitu vya dunia viager. Ah, mablaza naona mpo inakwaja blaza Machiak mm. Na saizi blaza <tuk _> ah. Basi amnanoma naona mmetulia hapa mnapiga stori nini? Mimi ngoja nije cheze zangu nyumbani. Maana nimetoka mizunguko, ni jua kali nikajipumzisha nyumbani. Ungemsubiri tu kwa sababu mimi nataka niishi hapa kwenye kuli zangu. Mimi naweza kuongozana naye ukaondoka naye. Sasa kwa nini umshenji yani? Bora ufike nyumbani unywe maji kidogo, ujipoze poze maana jua kali. Bora ufike nyumbani kidogo, unywe maji, usubiri jua lipoe, baadaye baadaye unaweza kuondoka. Maana nyumbani kwenu sio mbali, ni hapo kinyumba kile pale kinaonekana. Karibu sana brother Machira. Kabla ya kujibu huyu, nikujibu mimi kwanza. Unamkaribisha huyu nyumbani kama nani? Wewe umekuwa mama eh? wa nyumba? Na unamwambia aje nyumbani aje kunywa maji juu